Naitwa Emma Kalao ni chairperson and founder wa Tanzania Women's Issues Roundtable. Tumekutana leo hapa kwenye uzinduzi wa proposal na inaitwa wenyewe proposition ya EcoBank ambayo naita Elevate. Hii ni proposal ni, ni, ni aina mpya ya one of the products ambayo EcoBank iko katika nchi 34 na ukiingia bank na wao ukiwa uki naa, uh, kila kitu kiko kwenye kiganja ilivyojitambulisha leo, na ndicho an bank. Sasa sisi tulialikwa ili kwamba tuwacutie hamasa kwa, kwa wafanyabiashara na wafanyabiashara hasa wanawake Ecobank inafanya 50-50 wanawake na wanaume, na lichojifunza hapa Ecobank ni msikilizaji mzuri, ni kwamba wanaamua, wanatengeneza kwa na, na matakwa ya wale wateja, sio wanatengeneza products za kwao wao wenyewe, na wao wanatembea na mteja pamoja naye kwa mteja kibanki na Ecobank anatembea naye, yaani kwa maana kwamba kuanzia kwenye mkopo kwenye, kuku, kwenye kulipa madeni, kwenye masoko kwenda kwenda kwenye kulipa ile deni wa kupamia na, na sio lazima wakati wote uwe na collateral inalingana pamoja na hiyo kiwango pesa unachohitaji, na unaweza kupata mkopo within 3 to 4 days kama walivyosema wao, nategemea na jinsi ulivyojipanga na jinsi wanavyokutakua wewe. Maombi yangu kwa wanawake au wakina mama, wasichana na vijana ni kwamba tujitahidi sana kutumia benki zetu. Benki ziko nyingi, products ziko nyingi bank product ambayo ni sahihi inayokufaa wewe katika biashara yako. Kila wakati mabenki wanauza, wanazungumza masuala ya product wanazozianzisha, lakini wakina mama hawataki kutafuta taarifa. Jitahidi kupata taarifa, kupata ujuzi, na benki imeamua pia itatoa masomo kwa benki jita, kina mama jitahidi sana masomo kuifahamu zaidi Ecobank, na pia funguka, tanuka kama nilivyosema mwanzo Wanawake, sasa tunaenda kwenye mambo ya industrial parks, tunaenda kwenye viwanda. Kwa hiyo sasa tanuka, uweze kufanya biashara na nchi zingine. Naitwa Shukuruni Rukubuho Mkondia. Uh, jina langu la biashara ni Shushi, ni spray materials, napatikana Kariakoo. Ni mfanyabiashara mdogo mwenye ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa. Uh, naishukuru Ecobank kwa hii platform kuweza kukutana na wanawake na kuzungumza nasi juu ya product yao walio introduce ya Ellevate ambayo hasa ina deal kuimpower zaidi wanawake katika biashara zao. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wanawake wote wa Tanzania kuhakikisha kwamba wanakuwa waaminifu na kutumia vizuri mabenki hasa kwa hizi product wanazozitoa na kutupa kipaumbele wanawake ili tuweze kupambana na ndoto zetu lakini kujikwamua na uchumi. Napenda kuwasisitiza wanawake wafanyabiashara wa Tanzania kuhakikisha kwamba wanakuwa na ujasiri wa kutosha katika kutimiza ndoto zao, lakini watambue kwamba mikopo ya mabenki si mali yao, ili sote kwa pamoja tuwe waaminifu tunapochukua mikopo kuhakikisha kwamba tunarejesha. Lakini pia wanawake tuhakikishe tunajitoa kusimamia ndoto zetu kwa akili zetu bila kujichanganya na maisha ya watu wengine, tusimame kwenye maisha yetu, lakini tukimsihi sana Mungu atuongoze, naamini tunaweza tukafika mbali zaidi. Lakini mbali na hilo, napenda kusisitiza kwa wanawake wa Tanzania, tusiogope biashara, na dunia ya sasa inatoka kwenye trading inakwenda kwenye manufacturing. Kwa hiyo, ushauri wangu kwa watanzania wote, tuthubutu kutoka kwenye trading na tuanze kujifunza kwenye wenye manufacturing hasa ukizingatia nchi za wenzetu zilizoendelea wako mbali sana, hasa kwenye upande wa manufacturing. Kwa hiyo tusiogope, maana nchi yetu tunaposikia viwanda, tunaposikia uzalishaji, watu wanakuwa na perception ya kuatisha, lakini kiukweli we can start kidogo kidogo mpaka tukaweza kufikia ndoto zetu. Hivyo basi Mungu atusaidie sote, lakini tutumie mabenki yetu vizuri, kwa sababu mimi naamini zipo banks nyingi ambazo zinaweza kutufinance kwa riba nafuu. Kinachohitajika ni uaminifu wetu na kutambua pesa sio za kwetu, ni za benki. Naitwa Joyce Ndyetabusa, ni mkuu wa kitengo cha wafanyabiashara. Tuko hapa leo hii tukiwakaribisha wateja wetu kuweza ku launch product yetu programu yetu ya wanawake ya Ellevate 2.0. Programu ya wanawake inaangalia mahitaji ya jinsi ya kumuinua mwanamke kwenye upande wa biashara. Programu hii imekuwepo, tulichofanya leo ni kuimarisha uh, baadhi ya features za uh, programu yetu. Ni kama mwanamke mfanyabiashara, una una uwezo wa kupata access ya mikopo kwa urahisi zaidi, kija benki yetu ya Ecobank, unakuwa na uwezo wa kuaccess masoko maanake tuna kuconnect na wafanyabiashara biashara wengine, na unaweza kupata wateja zaidi katika network yetu katika maeneo yote ambayo tupo Afrika. Benki ya eco bank iko katika nchi 33 Afrika. Nchi zote ambazo zinazunguka Tanzania tupo. Kwa hiyo hata unapohitaji kutawanya e, mipaka e, e, yako kufikia nje ya Tanzania tupo hapa kukusaidia. Kwa hiyo programu yetu ya leo ya Elevate 2.0 imeimarisha zaidi uh, benefits ambazo tunatoa kwa wateja wetu wa jasiriamali wanawake, unaweza sasa ukapata mkopo mpaka dola elfu hamsini, dola elfu hamsini kama milioni mia moja ishirini, mia thalathini hapo bila dhamana yoyote. Hiyo ni moja tu ya uh, faida ambazo unaweza ukazipata ukiwa mteja wetu wa programu ya Elevate, lakini sio hiyo tu, tuna uwezo wa kukonect zaidi na masoko yaliyoko ndani na nje ya nchi. Tuna mtandao wetu unaitwa My Trade Hub, ambayo ukiingia pale ukaregister profile yako watu wote walio register katika nchi zote ambazo tupo wanaweza wakaingia na kukuona, Tanzania kuna mtu fulani ana supply product fulani, na tunaweza kukonnect uweze kufanya, kuanza kufanya nao biashara. Lakini zaidi ya hayo tunaandaa eh, training. Okay, tunatoa mafunzo kwa wateja wetu aa, ya kuweza kuempower, kuendeleza kuendeleza biashara yako kutoka hapo ulipo uwe na uwezo zaidi wa kutanua biashara uh, uh, yako. Um, pia um, cha mwisho pia tuna, tunatoa ushauri wa ni jinsi gani unaweza ukaikuza biashara yako kutokana na uh, uh, arrangement unazofanya na wateja wako na arrangement unazofanya na wale ambao wanakusupply na staff wako na tunatoa solutions za ku kukusaidia kufanya miamala yako kwa urahisi zaidi. Huhitaji e, kwenda benki kwa ajili ya kufanya miamala yako siku hizi, wanasema e, e, e, muda ni hesabu eh? Time is money. Kwa hiyo huhitaji kwenda kupoteza muda wako kwenda benki kwa ajili ya tu kwenda kufanya miamala, hapo hapo ulipo ofisini kwako unaweza ukakamilisha miamala yako yote. Unamlipa supplier mm, eh, wako yuko um, ndani na nje ya nchi. Unalipa mishahara kwa staff wako, unalipa mtu yoyote unahitaji kumlipa, aidha una, ni kwenye benki au kwenye mitandao ya simu. Popote pale unaweza ukafanya kila kitu ofisini kwako. Kwa hiyo basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote niweze kuja na ku enjoy solutions zetu product zetu sisi tunakuangalia kama mteja, tunaangalia biashara yako, tunaangalia tukupe nini ambacho kitasaidia biashara yako.